Bismillahi Rahmani Rahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala saidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wamanwala amma baad, baada ya kuzungumzia kuhusu kwamba mama amepewa priority, amepewa kipaumbele kushinda baba kwa daraja tatu, hawa hawambaba na mama na tunaposema baba tunakusudia baba aliyekuwa ndio sababu ya ile mimba kisharia, sio mbakaji, huyo hatambuliki, sio mzinifu, huyo hatambuliki. Ama mama ni aliyebeba ile mimba, sio alolea mtoto. Aweza kuwa mtu alibeba mimba akazaa akam akampa ndugu yake mtoto amlelee yule mtoto akamwita mama. La, siye mama anayezungumzwa hapa. Mwenye haki ni mama yule aliobeba mimba, huyu ndiye alozungumzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wa wasaina al-insana, tumemuhusia sana mwanadamu tumemhusia mwanadamu biwalideihi ihsana wazee wake awafanyie wema wazee wote kwa jumla lakini kwa nini kwa sababu hamalathu ummuhu alimbeba yeye mamake kurhan shida tabu dhiki wa wadaathu kurha na akamzaa kwa shida kwa tabu kwa dhiki Wahamluhu wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra kuibeba ile mimba mpaka kumwamsa mtoto yaani kumwachisha kunyonya ni miezi thalathini. Yaani miaka miezi thalathini itakuwa ni miaka miwili na miezi sita. Miezi thalathini ni miaka miwili na miezi sita, ndo miezi thalathini miaka miwili ni miezi miwili ni, e, ni miezi kumi na mbili kumi na mbili ishirini na nne Hiyo miaka miwili na miezi sita yani mimba, ndio Sayyidina Ali bin Abi Talib alipotoa ushahidi kwamba mtoto aweza kuzaliwa kwa miezi sita Umeitoa wa wapi? Asema Mwenyezi Mungu, asema wahamluhu wafisaluhu thalathuna ama, e, thalathuna shahran, yani miezi sita ya mimba, miaka miwili ya kunyonyesha kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alisema walwalidatu yurdhina awladahunna hawlayni kamilaini dhalika liman arada an yutimma ar radhaa. Sasa miaka miwili ya kunyonyesha, ukitoa miaka miwili katika miezi 30 aahini, inabaki miezi sita. Miezi sita mimba huwa tayari inaweza kuzaliwa, mwanamke aweza kuzaa miezi sita, kama anavozaa mbuzi miezi sita tu akazaa watoto kwa mwaka na mtoto anaishi vizuri miezi sita, bal mwezi wa saba na wa nane kuna walakin, lakini miezi sita anazaliwa vizuri sana, anaishi vizuri sana. Wawasaina linsana biwalidaihi, aya nyingine, Mwenyezi Mungu akatuambia tumemuhusia mwanadamu kumuhusia wazazi wake, hamalathu umuhu wahnan ala wahnin wafisaluhu fi amain, na kumwamsa mtoto kumwachisha, kumnyonyesha kwa miaka miwili si uzuri kumwachisha kabla ya miaka miwili, ila tukamwona ule mtoto tayari ana uwezo wa kula kila kitu, na wewe mama, ukimtia wele, ukimtia titi, ukimtia bubu, ana ling'ata mm -mm. Usitafute ku, kupewa kilema cha bure, basi mwache ale na hapa ndipo utaona kwamba hizi aya mbili tukizisoma ndio utakuta kwamba mama amepata mambo matatu ambayo kwamba baba hakuyapata, ndio mama akapewa daraja tatu, nayo mimba na uzito wake. Jamani, ni mimba, si mchezo. Wale ambao kwamba kwa wao wamezaliwa, Mungu akawafikisha wakaoa, na Mungu akawajalia wakao wao huwathamini wake zao, wakati wakiwa na mimba, wakawa karibu na wake zao Mtajua kwamba mimba si mchezo. Lakini lile dume ambalo yeye anajua kama, kama mume wa mbuzi, mume wa mbuzi au mume wa ng'ombe, yeye akishakutia mimba anataka kujua atazaa yeye atajua kama ametia mimba la? Kuna wanaume wana tabia hiyo. Lakini wale waume wakishakutia mimba, ajua mimi ndo nilojirisha, akamsaidia mkewe, akawa karibu na mkewe, akamtukulia mkewe, akampumbaza mkewe akamliwaza mkewe kwa sababu ana ujauzito wake. Kwa hiyo jambo la kwanza alolipata mama ni alhamlu wa thiqaluhu, mimba na uzito wake. Jambo la pili, alwadhu wa shiddatuhu, kuzaa na dharubu zake, dharubu sana, dharubu sana sana tena ule ndo wakati mgumu sana kwa wanawake jambo la tatu aradhaa wa muanatuha kunyonyesha na matatizo yake shida mtoto ukimtia titi amelitoa akilitoa yeye yualia ukimtia hataki kunyonya Haula. shida kwa haya mambo matatu yaliyokuwa mazito na makubwa ndio mama akapata daraja zile tatu naye kabla ya baba. Sasa ndio hapa utaona maskini, tatizo mimi mamangu alipata mimba na uzito wake, kule kuibeba, kuzaa na shida yake na matungu yake, kunyonyesha na matatizo yake, akanilea mi mamangu mpaka nikawa pengine miaka kumi 15:20, imekuwa sasa, tunaelewa mpaka naweza kuyazungumza haya. Nende ni muwe mwanamke atake kuyavunja mambo yote aliyosimamia mamangu mpaka mimi nikawa Izudin. Ni haki kweli? Ni sawa kweli? Yaani wewe umekutoka utoka kwa huko umekuja kunikuta mimi sasa, najua mpaka kutana na drevu, najua mpaka kujinywa masharubu, najua kujisafisha, na mimi, kuna mtu alionifundisha haya yote alonlea mimi mpaka mimi nikawa ni mimi. Wewe umekuja siku ya kwanza wataka kuyavunja mambo ya miaka ishirini yote, si sawa? Yaani mke ameolewa ya yeye ataka aonekane yeye ndio kila kitu, yeye ndio mambo yote, yeye ndio atakae kupewa kipaumbele, yeye ndio ataka athaminiwe, yeye ndio ataka ajaliwe. Yahe utaratibu na wewe utazaa Je, ungefurahi? Hebu jiweke wewe sehemu ya huyu alokuwa wewe, jalia ni mtoto wako amemuua mwanamke mwingine, ungekubali hatakao wewe amfanyie mwenzako? Bila shaka la, na ndio Mtume sallallahu alayhi wasalam akatuwekea kaida, usibabaike. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika min alkhair. Wewe utapendelea mwenzako afanyiwe hilo? Wewe utapendelea mwenzako atendewe kama hilo la? Bila shaka huwezi kukubali kwa nini utake kumfanyia mwenzako? Kisha kwenye hizi aya mbili pia utakuta kuna tambihi muhimu lilghaya, tambihi muhimu sana. Nayo ni nini? yuinu ala tahqiqi lbiri, ya kutusaidia kuhakikisha kuwatenda zema wazazi nayo na ni ipi? wahuwa ala wahuwa tadhakuru ljamili lsabik, kukumbuka ule uzuri uliotangulia, kwamba mama alipata shida katika kunibeba, alipata shida katika kuivumilia mimba hichi hali hichi hapendi hichi, akinwa maji utapika, wa lmaarufu lmutawasil aladhi alladhi kana min alwalidain na mema na mazuri ki, yalikuwa yakiendelea sangina. Utapata wazazi walikipokezana, mama atalea mchana, usiku baba atalala na watoto, atalala na mtoto akilia atambembeleza mpaka alale, wa min alwalida ala wajhi lakhas. Ama mama yeye, ameplay role yake ilikuwa kubwa zaidi, ameteza dori kubwa zaidi fatadhakuru dhalika, kukumbuka hayo, yuinu ala lbir, itakusaidia wewe unapokumbuka mama amepitia steji tatu nzito: mimba na dharubu zake, kuzaa na machungu yake, kunyonyesha na tabu yake. Ah, kumbe wazazi wetu wameteseka, wame struggle kisawasawa. Sasa itakusaidia ala lbiri kukumbuka kwamba mimi mzazi wangu wameteseka, mimi mzazi wangu wamepata dharubu, mimi mzazi wangu wamefanya kila aina ya biashara, ili mimi mpate chakula, ili mimi nsilale na njaa, ili mimi nsilale na ugonjwa, ili mimi nsikose elimu, ili mimi nsikose masomo, ili mimi nsikose furaha, ili mimi nsikose bashasha, ili mimi nsikose nijione, na mimi naishi na wenzangu waalghaflatu an dhalika, ama kujighafilisha na jambo kama hili au kughafilika nalo jambo kama hili, ukawe hujui uzito alioupata mama katika kubeba mimba yako, shida na dharubu alioipata mama katika kukuzaa wewe, matatizo alioyapata mama katika kunyonyesha wewe, hili kughafilika nalo, wa ihmaluhu na kutolijali na kutolithamini kutoli yufudh ila luquqi. Ndipo pale kawe hujali kwa kukosea wazazi hukumbuki so zema zao. Wakati unapokumbuka wema wa mtu alokusaidia kwenye shida, kwa mfano, wakati umepata pancha lakini wapi? Town center mtu akasimama kakusaidia kufungua mpaka ukofunga amekusaidia, lakini ni kweli, huyu utamkumbuka wakati wote wakati ambao kwamba kuna mtu wewe ulipata pancha porini sehemu mbaya sehemu kuna hayawani wabaya, mtu akasimama na wewe mpaka mkabadilisha tairi mpaka ikawa tayari mpaka ukaondoka, upi utamkumbuka zaidi? Alokusaidia kwenye shida, alokusaidia kwenye tabu, alokutoa kwenye matatizo. Sasa wakati na mimi na wewe tunapokumbuka vipi, alibeba mimba, walibeba mimba wazazi wetu Vipi alistahimilia uchungu wa mazazi? Vipi alinivumilia shida ya kunyonya? Bila shaka itakuwa kikuuma sana ukiona kwamba wewe bado hujamthamini mzazi wako, bado una uwezo wa kumlisha mzazi wako na wamfanya mzazi wako wafanye biashara. Katika masikitiko, kuna watu wamewacha wake zao wastarehe, lakini wamewacha wazazi wao wakike wafanye kazi. Subhanallah, hakuna masala, ni hobi yake. Hakuna biashara starehe, hakuna starehe katika biashara. Kila biashara ndani yake kuna maudhiko, kuna changamoto. Mungu amekupa uwezo wa kumfanya mamako atulie, asihangaike, sijui ata kumdai huyu, ata kumkopesha huyu ataka... Ndugu yangu lifanye, kumbuka alivyokuwa na shida, kumbuka alivyokuwa na tabu alivokuwa na matatizo, leo wamfanya mzazi wako wafanya biashara? una akili we, una mapenzi we, una skitiko we, una rahma we, una atifia una hanana una kite kwa mzazi wako, kweli? wajua alivosumbuka hawa wazazi. Kwa hiyo fatadhakuru hadhihi lmasaibi, kukumbuka shida kama hizi na matatizo kama haya, alati hasalat lilummi yaliompata mama wa stihdharuha, na kuyahudhurisha, taimu yote, yuinu humsaidia mtu. Ala tahqiqi birriha, kuhakikisha namna gani atamsimamia mzazi wake, atamtenda wema mzazi wake, atamthamini mzazi wake, atamjali mzazi wake, atamuezi mzazi wake, atamfanyia kila la muhimu. Faidha ghafila alinsanu an hadhihi lmaani anaposahau mwanadamu na maana kama haya, wanshaghala anha, akajishughulisha akajitia hamnazo, haelewi hakumbuki, akiambiwa hafahamu. Dhaufa fihi janibul biri, lazima atakuwa na weakness, na udhaifu wa kutomthamini mzazi, wa kutomfanyia mazuri mzazi, yanaona kama kitu cha kawaida tu. Wakaruba min aluquqi sheian fa sheia, na hukurubia katika kumkosea mzazi Jambo do jambo, step by step. Lidha, kwa sababu ya haya maelezo tulioelezea, fi nnasi, kuna baadhi ya watu wanasikitisha sana. Man kad yuhsinu almuamala ma rufaqai wa zumalaihi wa akranihi, kuna watu hodari kukana marafiki hodari kukaa na wenzake hodari kukaa na wafanyikazi wenzake, hodari kukaa na matajiri wenzake, hodari kukaa na wanasiasa wenzake, hodari kukaa na wachezaji wenzake, hodari kukaa na mashehe wenzake, hodari kukaa na wanafunzi wenzake, hodari kukaa na wachezaji wenzake. Waman yataamal maahum, na kila anayeamiliana naye hodari kuamiliana, kila mmoja anamsifu.

akisikiliza yasikiliza kwa heshima, akiita yoita kwa heshima na adabu, ajua kutangamana nao vizuri, ajua kucheka nao vizuri, ajua kuwasikitikia, hataki omba kitu, uomba kwa lugha iliyokuwa nzuri, hodari. Lakini miskini hajui namna ya kuzungumza na wazazi wake. Hana lugha nzuri kwa mzazi. Hana lugha tamu kwa mzazi. Hana lugha bora kwa mzazi. Hana upole kwa mzazi. Hana ukarimu kwa mzazi. Hana urahimu hana utulivu kwa mzazi subhanallah. Wako watu namna, ukimwona anazungumza na bosi wake au mfanyikazi wake au rafiki yake au sahiba yake, zungumza kwa lugha ya upole, kwa lugha nzuri, kwa lugha ya ukarimu, kwa lugha ya ubaridi, kwa lugha lakini, mwate azungumze na subhanal malikil qudus, mkali kama yeye hakuna ye, zungumza na mzazi wake Hajui, hajui pole kabisa mbele ya mzazi. ma annaha hiya lahaq, juu la kuwa mzazi ndo anastahiki zaidi kuheshimiwa, kujaliwa, kutukuliwa, upole, kuvunja shingo mbele yake, kupiga goti mbele yake, bali yujadu man yaiku walidaihi wa huma ahaqu bihusni kuna wana wakosea wazazi, na wao ndio wanastahili kuwa tuwasimamie sana. Wayakunu maa huquqihi liwalidaihi, muamilan lil akharina bimuamala tayiba. Tena sababu ya kuwakosea wazazi ni kwamba atakumridhisha fulani. Bwana mama, mimi ni wageni bwana, leo mama bwana, hawa wageni wangu mimi bwana, lazima mwanzo tuangalie wageni hawa wamekuja bwana, kutoka mbali. Ya akhi, utamthamini mgeni umwache mwenyeji wewe utamthamini rafiki umwache mzazi. Lakini sunna Allah, chukua hii kwangu, sunna Mwenyezi Mungu, usipoheshimu wazazi usipoheshimu panapostahiki upate thawabu utaheshimu panapostahiki usipate thawabu. Elewa. Unapo, un, un, un, unapoacha kumthamini mzazi wako utamthamini asokuwa mzazi wako. Unapoacha ku, kuzung, kuwa mpole kwa mzazi wako, Mungu hukutesa ukawa mpole kwa wasiokuwa mzazi wako. Tumeona wengi wakali kwa wazazi, wakifika kwa wake zao hutolewa koromo. Wao wakorofi kwa wazazi na mke wake huwa mkorofi kwake. Ndugu yangu, usiangalie usijiangalie, watu wanakusifia wana vipi, angalia wazazi wako wanakusifia vipi ikiwa kuna umuhimu wa kusifiwa na tabia kwanza wa kusifu wazazi wako, ikiwa kuna umuhimu wa kusifiwa na sifa njema kwanza wa kusifia wazazi wako, ikiwa kuna umuhimu wa kutajwa kwa, kwa utajo mzuri mwanzo utajwa na wazazi wako. Twampa pongezi kila yule ambaye kwamba kwa wazazi amefunguliwa moyo kabla ya kufunguliwa milango natamtaazii no kwa hiyo yule ambaye kwamba kwa wazazi amefungiwa moyo kabla ya kufungiwa mlango, tujiulize mimi na wewe, tuko katika kategori gani? Tuko katika fungu gani? Tumefunguliwa milango na wazazi, tumefunguliwa nyoyo na wazazi kabla ya milango, au tumefungiwa? Na sallallahu alaihi wasallam afya, hakikisha kabla hujamfurahisha yote, umehakikisha mzazi wako umemweka kwenye furaha, na hakikisha by any means uko tayari ujuudhi wewe, uko tayari umuudhi mkeo, uko tayari umuudhi mwanao, lakini usimuudhi mzazi wako, na ogopa, kwa kila namna, kwa kila njia, isiwe wewe ni sababu ya kumfanya mzazi wako atoke na machozi ya huzuni, machozi ya masikitiko, machozi ya malalamiko, machozi ya mahangaiko, machozi ya ya kila aina, jambo baya. Usilimwage chozi la mzazi wako, ogopa chozi la mzazi wako limwagike chini, hata akasema e, Mungu mwongoze. Mungu ana ghera, Mungu anajua sangine. Mungu yuwamtesa mtoto si kwa ajili kwamba mzazi amemwapiza, alimuudhi mzazi akamsamehe, lakini Mungu kwa nini ukaniudhia mzazi wako? Mi ndo nilokwambia niheshimie wazazi wako, mi nimekuchagulia hawa wazazi, si wewe ulijichagulia. Usione aibu kujifakhirisha na mzazi wako, mahma kanat, awe kabila yoyote, awe tabaka yoyote, awe katika <coughs> hali ya kiuchumi wowote, ni mzazi wako, angawa muovu, angawa mbaya, angawa mduni, angawa ana rangi huipendi, lakini ni mzazi proud. To be a parents, jifakhirishe kuwa ni wazazi wako.